Karibu ndugu msikilizaji, katika kipindi cha maombi ya kufungua wiki. Ni wakati wa kutulia mbele za Mungu, kumshukuru kwa ulinzi wa wiki iliyopita na kumkabidhi wiki hii mikononi mwake. Twende pamoja katika wimbo wa shukrani. Tumeamka vizuri, tumeamka na afya njema, tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Tumeamka wagonjwa, tumeamka tumea na changamoto, tunapaswa kushukuru e, Mungu wetu Baba wa rehema na neema, asubuhi hii tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo ya shukrani. Tunakuinua kwa sababu wewe ndiye chanzo cha maisha na tumaini letu. Wiki hii tunakuomba ututawale kwa hekima, utulinde na utembee nasi katika kila jambo tutakalofanya. Bwana, tazama wiki hii iwe wiki ya amani, furaha na ushindi. Tuweke mbali na uovu, utupe macho ya kuona mema na moyo wa kushukuru katika kila jambo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Neno la Mungu zinatoka Zaburi sura ya 121 aya ya kwanza hadi ya pili. Ninainua macho yangu milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu watoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Wiki mpya inaanza, lakini hatuianzi kwa nguvu zetu tunaiweka mikononi mwa Bwana anayetupatia msaada. Kama vile jua linavyoinuka kila asubuhi, ndivyo rehema zake zinavyotufunika upya kila siku. Tujiweke chini ya neema hiyo leo. Tafakari fupi: ndugu yangu, kila wiki mpya ni ukurasa mpya wa maisha. Huenda wiki iliyopita haikuwa rahisi, kulikuwa na changamoto, huzuni au makosa, lakini Mungu anatupa nafasi nyingine ya kuanza upya. Tunapofungua wiki hii tujiulize, je, ni nini nataka Mungu afanye ndani yangu wiki hii? Je, nitakuwa mtu wa kushukrani uvumilivu na upendo zaidi Kumbuka maneno ya Isaya sura ya arobaini na tatu aya kumi na tisa Tazama, nafanya jambo jipya, sasa linachipuka. Je, hamtaliona? Mungu ana mpango mpya kwa ajili yetu. Amini, fanya kazi kwa bidii na utangulize maombi mbele ya kila jambo. Kumbuka wiki iliyoanza kwa maombi huishia kwa ushindi. Sala za maombi maalum. Tuombe sasa kwa makundi maalum. Kwa familia: Ee Mungu, tubariki katika nyumba zetu, tujalie umoja, upendo na heshima, walinde watoto wetu na wape hekima katika shule zao. Kwa taifa Bwana, tulinde kama nchi, tupatie viongozi wenye hekima na mioyo ya huduma. Amani yako iwe juu ya nchi yetu. Kwa vijana, tuwape vijana wetu maono, nidhamu na nguvu ya kufanya yaliyo mema, wasaidie kusimama imara katika imani yao. Kwa kanisa, ilete kanisa lako pamoja kwa umoja wa Roho Mtakatifu. Watumishi wako wape moyo wa utii na bidii ya kutangaza injili. Sala ya kufunga na baraka. E Baba, wiki hii tunaiweka mikononi mwako, tukiwa na imani kuwa utatembea nasi kila hatua. Tunatangaza baraka, amani na ulinzi juu ya kila mtu anayesikia maombi haya. Wiki hii iwe ya mafanikio, afya njema na furaha. Tuone mkono wako ukitenda makuu. Katika jina la Yesu Kristu tunasali tukiamini, amina. Asante kwa kuwa nasi katika kipindi cha Maombi ya Kufungua Wiki. Mungu akupe amani, akupe nguvu na akuongoze katika yote. Tukutane tena wiki ijayo saa kama hii, tukiendelea kutembea katika baraka za Mungu. Tunafanya kazi kwa juhudi na nguvu nyingi, tena tunajituma, mafanikio yake tunayaona wazi kwa macho yetu, tunaridhika na kujiona tunafanya sisi kwa nguvu na akili zetu, tuna sahauya kwamba hizi ni neema